Zaidi ya familia hamsini kutoka vijiji vya Matogoro, Msanga na Mkangaula, wilaya Masasi mkoani Mtwara, zilizoanza kuishi kwa majirani tangu Disemba kumi na tatu mwaka jana baada ya nyumba zao kubomolewa na mvua kubwa iliyoambatana na upepo, wameiomba serikali na jamii yote kuwasaidia mahema pamoja na bati ili wapate mahala pa kuishi wakati mvua zikiendelea kunyesha. Mwandishi wetu Martina Ngulumbi ana taarifa kamili. Wakizungumza na TBC, wahanga hawa wamesema pamoja na kupokea misaada mbalimbali kama vile magodoro na ndoo za maji, lakini adha kubwa wanayokabiliana nayo ni mahala pa kukaa, ambapo tangu nyumba zao zibomoke wamekuwa wakiishi kwa majirani hadi sasa. Katika kuishi sisi katika maisha yetu, maisha ya shida sana kupitia na upande wa malazi, malazi ni mahala pabovu zaidi mpaka sasa tu tunapoishi hapa eleweki hata kidogo kiukweli. Hapa tunaishi, tunaishi katika maisha -ma magumu magumu mno, na tunaomba serikali kama inatufikiria, yani wafanye chini juu, watuletee angalau mahema ama mabati penye uwezekano, ili tupate kuishi katika mazingira mazuri. Maongezi ambayo ninavyoongea kuhusu maafa ambayo yametupata, msaada mkubwa ambao no, tunaoomba sisi tupate mabati ili tuweze

hadi sio mzuri, msadandiopokeleo nashukuru sana Red Cross pamoja na serikali kunipatia msaada huu. Kwa hiyo nashukuru sana naomba wawe na moyo huo wakati wote waweze kutusaidia na hapa inavyopokeamepata a naomba serikali inisaidia kama bati, mahema, chakula pamoja na kupewa msaada wa chakula kutoka kamati ya maafa ya wilaya, pia amepokea msaada wa magodoro na ndoo za maji kutoka chama cha Msalaba Mwekundu mkoa wa Mtwara zenye jumla ya zaidi ya shilingi milioni tano, na kwamba katibu wa maafa wa wilaya ya Masasi ambaye ni mkurugenzi wa wilaya hiyo, BTC Dominiki amewaomba wasamaria wema kuendelea kuwasaidia wahanga hao wakati serikali inafanya jitihada za kuwatafutia mahali pa kuishi kufuatia maafa waliopata ndugu zetu wa vijiji vya Matogoro, Matogoro, Mkangaula na Msanga. Red Cross mkoa wa Mtwara imetoa vitu vifuatavyo: moja, tuna magodoro Mbili, tuna ndoo na tatu, tuna sabuni. Vitu hivi vyote vina thamani ya shilingi milioni tano laki nne tisini na tano elfu na mia tano. Ninajua serikali haijaweza kufanya kitu kikubwa, lakini kwa nguvu yenu jamii na kwa upendo ambao Mwenyezi Mungu amewapa mmeendelea kuwatunza ndugu zetu katika kuendeleza kusaidiana huko, ndugu zetu wa Redcross wameona waje jioni ya leo ili waweze kutupa pole kwa kidogo ambacho wameweza kukipata, na tunaweza kusema tu ni kwamba kila unapotoa Mwenyezi Mungu anajua jinsi ya kukurudishia. Inawezekana kwenye familia yako ulipompokea mwathirika mmoja, hata watoto wako walikosa pa kulala godoro au mkeka, lakini leo yule ambaye ameathirika anapata godoro, kwa hiyo watoto wako watarudi kwenye hali ya kawaida. Hii ni fundisho na tuendelee kusaidiana. Lakini kipindi kile Mheshimiwa mkuu wa mkoa alipofika hapa, alisema kwamba bado serikali inajipanga kuona namna ya kuwasaidia ili kuwapunguzia makali yanayotokana na madhara yale yaliyotokana na ile mvua. Kwa hiyo, juhudi za serikali zinaendelea, ndiyo maana leo mnaona wenzetu wa Red Cross baada ya kupata taarifa, wao nao kwa sehemu yao ngazi ya mkoa, ngazi ya wilaya, wakaungana wakaunganisha nguvu zao. Leo wametuletea magodoro ishirini na tano, ndio hapa, ishirini na tano, lakini pamoja na sabuni, ikiwa ni moja ya hatua ya kuwapunguzia makali kutokana na lile janga.